Shamla, shamla ya kusherekea siku ya maadhimisho ya baba duniani, siku ambayo dunia inatambua mchango wa baba katika malezi ya mtoto na familia kwa ujumla. Katika maadhimisho yaliyofanyika hapa mkoani Singida, wazazi wa kiume wameaswa kutotelekeza familia zao na kuwaachia wanawake mzigo mkubwa wa kulea watoto katika jamii zao. Bado sisi kama wababa tuna nafasi ya kuhakikisha kwamba familia zinasimama na niwaambie kwamba duniani taasisi ya kwanza na muhimu ni familia. Ha, hiyo hali kwa mkoa wa Singida ipo. Hata kwenye vyombo vya habari mnaweza mkafuatilia mkaona, baba wengi wa Singida wanapenda sana kutelekeza familia na kuacha wakina mama ndio wakipambana, wakina baba wakikaa tu kwenye migaha, kwenye makundi ya kunywa kwenye kahawa kwenye vijiwe tu vya kupiga stori, wanashindwa kufanya kazi zao wakaleta maendeleo katika familia. Ilo wakishajitambua na wakajielewa kwamba kuna muda wa kufanya kazi na muda wa kukaa kwenye vijiwe vya kahawa, kina baba wajitambue, warudi watekeze majukumu yao, kwa sababu bila baba mama hawezi. Pia licha ya lawama za kutelekeza familia zao, wababa nao wakatoa ya moyoni juu ya watoto kutowahudumia wazazi wa kiume na watoto wengi, ambao wanasomeshwa na baba zao, lakini baadaye wanapopata kazi hawakumbuke wazazi wao. Tunawashauri kwamba watoto wawakumbuke baba na mama, wasikumbuke mama yao peke yao. Sisi wanaume maanake, wanaume sisi, wanaume tumekwaga, hatuna sauti, ndugu mtangazaji, tumekwaga, hatuna sauti kabisa katika dunia hii. Tunamsomesha mii baba namsomesha na walisha na wanunulia chakula na wafanyaje, siku akiwa akisoma, akiwa kama ofisa fulani hivi, wanatusahau, wanatusahau. Inakuwa upendeleo tu kwa mama, wanampa hata ingalau chochote, wewe haujioni. Katika maadhimisho haya ya siku ya baba yaliyofanyika hapa mkoani Singida yamehudhuriwa na makundi mbalimbali mbali, wakiwemo wanawake, viongozi wa dini, huku yakiratibiwa na taasisi ya Chanzo cha Matumaini Tanzania maarufu kama Chamata, maadhimisho ya siku ya baba duniani, huku wakiwahimiza wazazi hususani wa baba duniani kuweza kuendeleza mila na desturi pamoja na kutunza familia zao pasi na kuzitelekeza. Kutoka katika maadhimisho ya siku ya baba duniani ambayo imefanyika kimkoa hapa mkoani Singida, Deus Liganga.